Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunaendelea, nimesema mapenzi ya Mungu. Ninaposema mapenzi ya Mungu, ni kile kitu ambacho Mungu kinampendeza leo. Kwa hiyo watu wengi leo hawaangalii choisi kwamba Mungu anataka nini, wanaangalia choisi yao wao, hawaangalii choisi ya Mungu. Mungu mapenzi yake ni yapi? Kwa hiyo ndio maana leo watu wanafeli. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Natamani kila mtu aifahamu kweli na kweli mweke nini huru. Ndoa ulionayo kwa, unapitia migogoro kwenye ndoa, uliwahi kumuuliza Mungu kwamba hiyo ndoa ulionayo ni mapenzi yake? Uliwahi kumuuliza Mungu ofisi unaofanya kazi ni mapenzi yake? Tafuta mapenzi ya Mungu uweze kufanikiwa au kufikia kile ambacho Mungu amekusudia kwa ajili ya utukufu wake. Maana ukisoma katika kitabu cha Yeremia hapa anasema tena neno Yeremia moja mstari wa kumi wa kumi na moja Yeremia moja kumi na moja tena Neno la Bwana likanijia na kusema, Yeremia aona nini? Akasema, naona ufito wa mlozi. Akamwambia, umeona vyema, halafu kwa maana naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Mstari wa kumi na mbili unaona eh. Kwa hiyo ili Mungu afanye vitu kwenye maisha yako, ili upate breakthrough ya kitu fulani, anahitaji mapenzi ya Wengi leo wamekwama kwa sababu wako nje ya mapenzi ya Mungu. Ndio maana nimelileta hilo somo, ulisikilize kwa makini. Nimelifundisha YouTube search, jina langu Veronica George. Mimi ni nabii wa kimataifa Mungu ameniita, lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka tujifunze. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuifahamu kweli kweli, tuweke huru katika jina la Yesu.